Muda kwa hiyo mniwie radhi inabidi tuendelee. Uh, maswali ya nyongeza yataulizwa na wale wenye maswali kwa sababu muda wetu umebaki we mfupi. Mheshimiwa Godbless Jonathan Lema, mbunge wa Arusha mjini, swali lake litaulizwa kwa niaba na Mheshimiwa. Mahitaji ya tairi za magari katika mkoa wa Arusha na Tanzania kwa ujumla ni makubwa. Mpango wa serikali kufufua kiwanda cha tairi cha General Tyre inaonekana kwenda taratibu. Je, ni lini serikali itatambua umuhimu wa kiwanda hicho na kuanza uzalishaji mapema? Swali so, hilo pia linajibiwa na waziri wa viwanda, biashara na uwekezaji, Mheshimiwa Charles Mwijage. Spika, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Godbless Jonathan Lema, mbunge wa Arusha mjini, lenye sehemu A na B kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali ya awamu ya tano inatambua na kuthamini uwepo wa kiwanda cha kutengeneza matairi nchini. Ili kutimiza azima hiyo, wizara yangu kama tulivyoeleza katika bajeti ya mwaka 16 17, tumeanza jukumu hilo kwa kubaini mambo ya msingi tunayopashwa kuzingatia kwa kujenga kiwanda, kiwanda cha matairi ambacho ni imara na shindani, baada ya taarifa ya kitaalamu the roadmap ambayo itakamilika wakati wowote kwa, kwa kushirikisha ngazi mbalimbali mbali za maamuzi ikiwepo kamati ya Bunge inayosimamia viwanda, biashara na mazingira, uamuzi juu ya uwekezaji utafanyika. Mheshimiwa naibu spika, tunahitaji kiwanda cha matairi ili kutekeleza dhima ya mpango wa pili wa maendeleo wa miaka mitano. Kiwanda hiki kitatoa ajira, kitazalisha bidhaa bora, salama na imara, na kwa kuzalisha tairi nyingi tutaokoa fedha za kigeni zinazotumika sasa kuagiza matairi mengi nje ya nchi. Pia uwepo wa kiwanda hicho ni kichocheo cha soko la malighafi ya mpira ambalo tuna fursa ya kuzalisha kwa wingi hapa nchini. Mheshimiwa spika, Mheshimiwa naibu spika, naomba Mheshimiwa mbunge na bunge lako tukufu mtupe muda tusimamie kikamilifu utekelezaji wa jukumu hili muhimu. Mheshimiwa Cecilia Pareso, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa naibu spika, naomba niulize maswali madogo mawili ya nyongeza kwa kuwa umuhimu wa kiwanda hichi cha matairi kinajulikana na uwepo wa kiwanda hichi kufufuliwa katika mkoa wa Arusha utaongeza ajira, lakini katika mwaka huu wa fedha serikali imetenga shilingi bilioni sitini, lakini mpaka tunapoongea imetolewa shilingi bilioni mbili tu. Je, kwa serikali hii ambayo imefilisika kuna dhamira ya kweli kufufua kiwanda hichi? Swali la pili, kuna wafanyakazi ambao bado wanakidai kiwanda hiki na madai yao wameshafikisha hazina, lakini mpaka leo hawajalipwa. Ni lini sasa madai haya ya wafanyakazi yatalipwa? Mheshimiwa Waziri wa Viwanda, Biashara na Uwekezaji, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, nijibu maswali mawili ya Mheshimiwa Pareso kama ifuatavyo. Nianze na lile gumu, madai ya wafanyakazi. Mheshimiwa Mbunge, naomba nakala ya madai iliyopelekwa kwa, kwa Treasury Registrar, nipewe nakala hiyo, mimi nitafuatilia. Naomba wewe unifuatilie mimi na mimi nimfuatilie Treasury Registrar A. Dhamira ah, ya kweli, serikali hii ina dhamira ya kweli, na nitumie fursa hii kwamba Tanzania kuna soko la matairi sio habari mpya. Kwamba sisi ni sehemu ya Afrika Mashariki, kwamba sisi tuko Sadak sio tatizo. Sisi tumeelekezwa katika ilani ya chama chetu na mpango wa pili wa miaka mitano, General Tyre ifufuke. Lakini nichukue fursa hii, kama kuna mtu yeyote ana mwekezaji anataka kujenga kiwanda, mimi nitahakisha anajenga kiwanda. Mheshimiwa Adadi amekuwa akinifuatilia, Mheshimiwa nani Maji Marefu amekuwa akinifuatilia. Fursa ipo. Sisi kazi yetu ni kuweka mazingira wezeshi, kupiga saundi kusudi wawekezaji waje wawekeze. Serikali haitajenga kiwanda, inatengeneza mazingira wezeshi. Asante mw